Kei kumi. Kei ya kwanza ni kumcha mungu hiyo ndio namba moja sura namba moja soma kitabu cha Sira sura ya kwanza aya kumi na nne na barua ya kwanza mtume paulo kwa timoteo sura ya nne aya ya saba kumcha mungu anasema kumcha mungu ni mwanzo wa hekima, mwanzo wa maarifa mwanzo wa elimu mwanzo wa akili. Ndio maana tunafungua mwaka mpya wa shule kwa njia ya sala, kwa njia ya adhimisho takatifu la misa. Tunaanza na Mungu, na mara nyingi mtu mwenye hekima huwa anaanza na Mungu katika maisha yake. Kisha umeheshimu Mungu na Mungu anakuheshimu baadaye heshimu watu. Utajiri wa kwanza ni Mungu, utajiri wa pili binadamu. Kuna mmoja aliandika kwenye gari lake anasema kwamba imali e, bantu, yani mali ni watu, na watu usiwadharau na kuwapiga teke, hawa ndio watakusaidia wakati umeishiwa utajiri au na nguvu lakini kiwadharau, ukiishiwa nguvu au kazimia, wanakuacha hivi hivi. Na utajiri wa tatu wa mwisho kabisa ndio mali ndio pesa, lakini wajinga wanaangalia wanazo na pesa na mali, anadharau watu, baadaye anasahau Mungu, hasari sema, Mungu ameshanipa, kwa nini endelee kumchokoza? anaona na kwamba Mungu anaomba pesa tu na mali na yule mzee anafikiri watu wanaomba sigara akisha peta sigara mambo yake basi poa. Kuna mambo mengine zaidi ya msingi kwa hiyo K ya kwanza kumcha Mungu. K ya pili kusali. K ya tatu katekisimu. Kuhusu sala soma barua ya kwanza ya mtume Paulo kwa Tesalonike sura ya 5 ya 17. Ke ya tatu katekisimu, soma Kumbukumbu sura ya 6 aya ya tano ya tisa. Ke ya nne ambayo shule nyingi eh, zinazingatia kuandika kuandika soma kitabu cha sira sura ya 42 aya saba kuandika hii ni kuandika ya kudumu siku hizi wasomi hawajui kuandika Na amemaliza sekondari high school chuo kikuu Anakutumia message. Nakushukuru elo baada ya hala wapi? E, e, sema hajui wapi ujumbe. Naeleweka? Mbona hapa umetumia elo baada ya hala? Si so, najua nataka kusema nini. ah -ah. Sio mama, nidhamu ya kuandika e, andika vinavyosomeka. Mheshimiwa Rais anaandika L A H I S I. Eti rahisi au rahisi R A H I S I, yaani chepesi na pengine akifanikiwa kuandika rahisi anaandika R A I S I. Kwenye rahisi hakuna ai mwishoni. Huyu mtu amemaliza chuo kikuu. Yani, herufi tofautisha. Hmm. Nidhamu ya kuandika. Hmm. Wapi l wapi r na k h wapi naka na wapi I, I kai kwa Hmm. Eh, mfano ndio mfano michache, na pengine napoandika andika, andika yanayosomeka. Kuna herufi nyingine wazo nafanana, kwa mfano m na w, u na n sasa mtu akia unasoma haraka haraka, hawezi kutofautisha haraka kwamba hii ni u, i ni n, hii ni N, hii ni w, hii ni m na kadhalika. Kwa hiyo miandiko hiyo ni sura ya kudumu. Mwingine anaandika kitu unashindwa kukisoma, unamwita muhusika aliyeandika nisomee hapa, na mwenyewe anaanza ku nani ameandika hii? Ah, ni mimi. Sasa soma. Eh, nini? Ah, nilikuwa nimesahau. <laughs> nini? <laughs> ke, hiyo ni ya msingi. Nakuletea heshima mwandiko mzuri, na mwandiko huo lazima unolewe kila siku, maisha yako yote. Mi na mshukuru Mungu anasema mwandiko wangu ni kama wa kuzidi kompyuta kwa sana, nakufanyia mazoezi kila siku. Ndio maana nasai yangu huwa naichonga elfu, inasomeka, siandike hivi Kichina. Ninapoandika hiyo jina, anakuwa anajifunza vile vile, anao mwandiko wangu, kusudi anayesoma asipate shida hmm? Kwa hiyo hiyo kuandika ni keja msingi ambayo lazima kila mtu eh, ambaye anapenda maendeleo mazuri eh, mwandiko kai vizuri ya tano. K ya tano ni kusoma, soma barua ya kwanza ya Mtume Paulo kwa Timotheo sura ya 4 aya 13. Kufanya nini? Kusoma. Nashukuru waliotosomea wamesoma vizuri sana, wapige makofi. <coughs> unaposomea watu uonekane kwamba unazungumza na umesha pitia hilo somo, soma mpaka wewe uvutiwe na wasikilizaji wavutiwe pia. Toa sauti isikike vizuri, ujiandae. Na zaidi unaposoma neno la Mungu, kusoma kusishie kwenye kusoma hadithi na na message kwenye simu, zaidi ielekeza kusoma katika kusoma maandiko matakatifu neno la Mungu uchote hekima kwa inaposoma ki ya kusoma noa hiyo ki kwa kusoma maandiko matakatifu utapata hekima zaidi. Watafiti fulani walisema kwamba ukitaka kumficha mjinga ukweli, weka katika maandishi. Andika inalotaka kumwambia, sema ilikuwa nataka kukuambia jambo fulani, nitakuandikia. Unamwandikia, unapomwandikia, hatapata muda wa kusoma na azii kusoma basi pengine umeandikia barua hmm? Nichukulie hii barua, mara fulani, kumbe ni barua ya mashtaka, wanaenda wanaifungua, kama ilo funga ye mwenye anajipeleka mwenyewe na barua ya mashtaka kuishtaki. Angekuwa anajua kusoma tena, hujaweka kwenye baasha, angekuwa anajua kusoma, angesoma akasema, ah, hapa ni hatari. Kwa hiyo ninaposoma zitaidi, hiyo k okay kusoma maandiko matakatifu. K ya sita ni kuhesabu. Soma Zaburi ya tisini aya ya kumi na mbili hesabu. Vijana wengi wanaogopa mahesabu na wanawachukia walimu wa mahesabu, kwa sababu hesabu ni somo linalohitaji nidhamu, si kujiachiria. Hesabu inaendana na masheria nidhamu. Bila nidhamu, basi huyo utababaisha wewe, utabaki mjinga na utaliwa. Wajinga ndio wali wao. Kwa hiyo, mkipenda kufanikiwa maishani, mpende mahesabu wa na pende walimu wa mahesabu, na hesabu naongeza thamani katika maisha yako. Kwa hiyo shikilie sana hii hesabu, na watu wanaofahamu, wanafunzi wanaofahamu mahesabu na sayansi ndio unapewa kipaumbele katika ajira na ni wachache sana. Ukipenda kupewa kipaumbele na kufanikiwa katika maisha yako, jua mahesabu. Usipojua mahesabu, ndugu yangu, usifanye biashara yoyote, utaliwa utaliwa, usifanye biashara utaliwa. Kwa hiyo ukitaka kufanikiwa, penda sana mahesabu, kuhesabu. Baadhi yenu mnakuwa wazembe wa mahesabu, mkiwa wazembe mtaliwa. Baada ya shule, nikutana na kijana mmoja Hmm, wa darasa la sita nishiwambia, hmm, akawa ananiomba miwa, lakini nikamuuliza, kwanza wewe unasoma wapi? Akaniambia, darasa la ngapi? la sita. Nikataka kuhakikisha kweli kama yuko darasa la sita, tena ni juzi tu. Nikampa hesabu ya kawaida tu, sita kujumlisha au kuongeza nne ni, ni ngapi? Wewe acha, yeah, we mm, usimjibie. ni ngapi, sita kuongeza eh, nne? Anaanza kuhesabu vidole, kuhesabu vidole vya mikono vikaisha, akaanza kuhesabu vya miguu, hajapata jibu eh, tena hapa anahangaika kweli eh, eh, jibu liko tayari mikononi hapa, lakini hajalipata kwenye vi vigaja vya mkono mpaka naenda miguuni, nikaona. ah, nikamhurumia nikamhurumia, nikampa miwa mwingine. Nikakutana naye na baisikeli, huwa si wasawa watu wale waamnai baisikeli, imebeba nanasi za kutosha. Wakati wosi kamwiza, nanasi zako nauzaje? Nikasema mia tano, shilingi mia tano. Hmm. Sasa nahitaji nanasi tatu, niko pela ngapi? We nipe zozote ulizo, lazima kuona. Sasa ningekuwa tapeli hapo, sinampa shilingi eh, mia sita au alafu, <laughs> aende kuomba kwamba amemwibia yeye, anashindwa kufanya mahesabu, anataka mimi nimfanyie mahesabu. Basi nikasema nitakopa shilingi elfu moja mia tano. Nina shilingi elfu kumi, utanirudishia ngapi? Sina change na sijui nikurudishia ngapi. Usifanye biashara kama ujui mahesabu. Mitihani ni endelevu kwenye maisha. Usifikie mitihani naishi hapa darasani, hmm? Mitihani haishi. Kwa hiyo mahesabu moyapende. Mnyapende. Hmm? Mtauliza huko kumaishani au mtaliwa? Wajinga ndio waliwao. Penda sana mahesabu, ndio maana wengi wetu wamesema biashara asubuhi jioni mahesabu. Kwa hiyo sifanye biashara tu bila mahesabu, kuangalia umepata kiasi gani, umepungukiwa wapi na kwa nini umepungukiwa au umepata hasara na kwa nini umepata faida na ushikili hapo. Kwa hiyo k hiyo ya kuhesabu ni ya msingi, ni ya msingi. Na bibi mwingine babu alizibia mahesabu, basi wakati wa msiba au wako na wajuku wanaomba, wanaomba hela wajukuu au wanawapa hela zinakuwa nyingi nyingi. Sasa huyu eh alikuwa na wajukuu ishirini na mmoja. Eh, sasa wakachanga shilingi laki tatu. Wakaangalia ni mtu gani wa kuwagawia wajukuu kwa usawa pesa. Wakamchagua hiyo bibi, sijui babu. Basi nenda na wajukuu tusaidie. Kwa a, a, alikuwa ni kijana. Nenda wasaidie kuwagawia kwa usawa. Sasa hizo laki tatu akakimbia kwenda kwenye kioski kutafuta change za shilingi mia tano wajukuu 21 anaanza kupanga mstari. Hapa mia tano, mia tano, mia tano mpaka ishirini na moja, anaweka kajiwe kusudi zisipeperushwe noti hizo yani, baada ya kufanya mahesabu kichwani kwamba ni hizi kwa ni hizi, akawagawia hapo hapo mpaka anapanga msururu wa manoti. Mengine akapeperushwa na upepo mwingine anapofika kwenda kusa huko ameshamwibia. Kwa hiyo akaishia wapi? Baadaye walipoona wamechereesha, akaanza kuvamia. Basi naenda mjigawii, wakawiye kusudi wapate amani. Msizarau mahesabu, mtaibika. Hiyo ndio okay. Kei ya sita. Ya saba ni kazi kilimo soma kitabu cha Methali sura ya sita aya sita aya ya kumi na moja na sura ya kumi aya ya nne na kitabu cha Sira sura 7, 15. ya saba aya kumi na tano na barua ya pili ya Mtume Paulo kwa Tesalonike sura ya tatu aya sita aya ya kumi na tano. Kazi yaani uwache usingizi. Kazi inaanzia wapi? Kwenye masomo darasani kazi yenu ya kwanza nini? Ya msingi iliyowaleta hapa ni kusoma tena kwa bidii na kufanya kazi za nje kwa bidii. Na shukuru, ninapofikaka kwenye mazingira haya nakuta mnachangamkia kazi ya kilimo, amekamata jembe, hiyo troli. Eh, asante sana kwa maelezo hayo. Huwa e, sisahau ninaposafiri barabarani, huwa naenda nasoma nini wanahitaji e, wanaandika hmm, kwenye magari huko nyuma eh, mistari au busara eh. Wazee wengi wanaandika busara nzuri nyuma ya maroli hasa maroli, yasa, maroli. Eh, na mabasi hmm. Nikawa nimefukuzana na gari fulani hmm, fuso eh, nyuma, nyuma yake ameandika hmm. Endelea kulala, chakula chako utakula ndoto zako. Endelea kulala, utakula ndoto zako na kitoweo ni kukoroma. Ndoto zinaliwa <laughs> eh, na kukoroma ni kitoweo. A a a, kasema hapa, anataka kuambia wazembe, acha kulala, kiendelea kulala ni ndoto nakula nani, ndoto zako kwa hiyo tunafundisha kazi nasa ya kilimo. Usidharau kazi ya kilimo au, eh usidharau hey, kazi ngumu au ya shambani iliyowekwa na Mwenyezi Mungu. Soma kitabu cha Sira sura ya saba aya 15. Mimi huwa natembea na mstari huo, usidharau kazi ngumu au ya kilimo au ya shambani iliyoagizwa na Mungu. Kwa hiyo unapozarau kilimo au jembe, kwamba hiyo ni kazi ya watu ambao hawakusoma, mimi ambaye nimesoma tabaki kwenye suti yangu nyeupe na tai na kompyuta he? na briefcase. Wewe uwezi kula kompyuta yako? unakula nini? chakula cha shambani. Kwa hiyo pangila vizuri kazi zako. Ke hiyo ke ya nani, ni kucheza kufurahi, furahi daima wewe mtu atabasamu. Hiyo ni ke ya msingi. Hata mtu akikuchukiza akikutukana, wewe tabasamu tu, mshukuru kwa kutukana, usianze kumnunia. Napo nuna najipunguzia raha, najiongezea pressure e, na magonjwa mengine tumbo lianza kusukota, unakosa usingizi, unabaki mfukilia aliyokutukana aliyokupiga. We mwache tu, mshukuru kwa ni kucheza na kufurahi. Soma Barua ya Kwanza ya Mtume Paulo kwa Tesalonike sura ya tano aya ya kumi na sita. Ke ya tisa ni kuwa na maadili bora. Soma kitabu cha Mithali sura ya ishirini na mbili aya sita. Nini maadili bora? Maadili bora hayo mnayapata kwanza kwa wazazi wenu, mingine mnayapata kanisani, mingine shuleni. Kwenye shule kuna sheria mbalimbali hmm. Kwa daima zingatia hizo sheria na ratiba ya shule ziko pale kukusaidia eh, kufanya mstaarabu, mwadirifu, msomi, eh, mwenye busara. Sheria za shule keya kumi, mlikuwa mwaminifu. Uwaminifu unaanzia shuleni, mwaminifu katika mitihani. Mitihani sio kuibia mitihani, tazamia mitihani kuibia vieti, hii haikusaidii. Soma kwa bidii na uandike kile ulichojifunza. Uaminifu na uaminifu ni mtaji, mtaji uaminifu, kitu cha msingi kuanzia kwenye masomo. Uaminifu kwa kuheshimu mali za wenzako, kalamu yako au peni isipotee baada ya kuitafuta au kununua nyingine, unaenda kumibia mwenzako hapo, unakuwa umepungukiwa na alama na maksi. Nguo yako imeibiwa, unaenda kuiba ya mwenzako. Uaminifu, waaminifu. Ua ni mtaji, usiwe mwizi mdokozi. Mwanapokuwa mwizi mlokozi, fisadi, unaliletea laana abara. Soma kitabu cha Tobiti sura ya nne aya ya sita, alafu soma kitabu cha nabii Yeremia sura ya 17 aya kumi na moja. Nitakusomea hiyo mtu na nukuu hiyo, anasema mtu apataye mali isiyo halali, yani mali ya wizi, ni kama kware akusanyaye makinda ambayo hakuyangua wakati wa kilele cha ujana wake itamchopoka na mwishoni atakuwa mtu mpumbavu. Mwisho kunukuu kutoka kitabu cha nabii Yeremia sura ya kumi na saba aya kumi na moja. Huyo ndiye mtu fisadi, mwizi, jambazi. Unapokusanya hiyo mali sio yako, ni kama kwale akusanyae makinda mbayo ku ya ngua na wakati wa ujana wake inamchopoka, baadaye anakufa kwa uzuni.